Wito wa Bakwata mkoa wa Mwanza na taasisi za Kiislamu kwa taifa letu la Tanzania, tunatoa kauli zifuatazo. Kwa serikali na vyombo vya dola, tunaendelea kuendelea kufanya uchunguzi wa haki kuhusu chanzo cha machafuko kama ilivyosema kwenye tamko letu la viongozi wetu wakuu wa Dar es Salaam, viongozi wa kitaifa. Nukta ya pili, tunaiomba serikali kuwasaidia watu wote walioathirika na matukio ya vurugu kuendelea kuweka mazingira salama shirikishi na yenye haki kwa wananchi wote. Kwa wanasiasa, sisi viongozi wa Kiislamu mkoa wa Mwanza tunasema, kutanguliza maslahi ya taifa, ndugu zetu wanasiasa, kabla ya maslahi binafsi au ya kichama, kuacha kutumia lugha za uchochezi, kejeli au zinazowagawa wananchi, kupokea kwa dhati mkono wa maridhiano ulionyooshwa na serikali, kwa maana na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Na Mungu wetu ndani ya Qurani amesema kule, wainjanahu laka lissalmi fajnahla, raisi amenyoosha mkono wa amani, mkono wa maridhiano mkono wa salama, ni vema, wa salama basi ni vema, ndugu zetu wanasiasa, muupokee mkono huo na kuweza kuukumbatia na kuufanyia kazi ili tufikie lengo la nchi yetu ibaki kwenye heshima yake na ibaki kwenye sifa yake. Kwa vijana, taifa linawategemea, msikubali kutumiwa vibaya. mabadiliko, mabadiliko ya kweli huja kwa njia ya mazungumzo, si fujo. Kumbukeni, kila mmoja wenu ana nafasi ya kujenga au kubomoa nchi. Chagueni kujenga nchi yenu. Kwa wananchi wote, kudumisha amani, uvumilivu, kuheshimiana, kufanya maombi na dua kwa ajili ya nchi yetu, kuepuka kusambaza taarifa za uongo au uchochezi mitandaoni. Yote hatu yaepuke, ndugu wananchi.